Iye, tatizo kati ya Rwanda na DRC kama hakuna hid agenda ni tatizo ambayo na kwa siku moja inaweza kumalizika, sababu mimi nasikia Rwanda inasema ni sababu ya FDLR. FDLR, sisi region yote tulikuwa tunasema tutasaidia ili wachague njia mbili: njia moja kurudi Rwanda ili wafanye management yao wakikataa tulikuwa tunasema tutawashambulia. Sasa Gwanda haina sababu ya kufanya vita sababu na DRC inakubali FDR iishe. Hiyo siyo tatizo. Na tatizo ya, ya Gwanda na Burundi, msitafute DRC. Sisi mambo yetu ni kati ya Rwanda na Burundi, sio DRC. Na sisi najua tumeanza mazungumuzo tangu mwaka wa elfu mbili na ishirini tunaendelea mazungumuzo, lakini tukaona vile ambavyo Rwanda ikinapangia M23 ndio ikinaandaa na sisi kupanga wasi, ili wakati tashambulia Burundi, tunaona ina mpango wa kushambulia Burundi inatafuta Warundi ili iseme wana, ni Warundi lakini ni Rwanda inaandaa. Ndio sababu sisi wakati tumeona kwamba ikinapanga, sababu amekwisha jaribu mara nyingi na teroristi, mmejua, amewatuma wakaua watu hapa Gatumba, maranza hapa karibu na Bujumbura, wakaua watu Ruhagari, Kachibitoki, wameshambulia Kayanza, na tunaona ana mpango na atasema kama vila kanasema kwa DRC atasema ni M23 na sisi ao wasa akanaandaa atasema ni Warundi, lakini niyeanawatafuta ili wakati anata kushamburia inchi aseme ni kundi ya hiyo nchi, lakini tunajua tuna, tuna plani yake. Ndiyo sababu mimi nimemwambia kunionyesha kwamba auna mpango wa kushamburia Burundi, leta ao watu tuwapereke kwenye mahakama amani wafanye kazi kazi yao. Na hayo mazungumzo, mimi kila muda namwambia, mimi nafungua mikono, ukitaka tuishi kwa amani nitumia. Ao na anakubali kwamba wako Rwanda, anajua muda kwa muda naniambia nitawaleta, lakini sababu na mpango mubaya, hawezi ku kuwaleta hiyo tatizo sasa, tusiunganishe na tatizo ya Rwanda na DRC, hiyo ni kati yetu. Ndio sababu hatuja fanya vita kati yetu. Burundi haijashambulia Rwanda, Rwanda wametushambulia ndio, lakini sisi tuna waomba amani. Wakikataa, kuna siku tutasema. Sasa hivi tunaona mamba na kuwa mangini na warundi wana hakika ya ku, ku, ku, ku defend wananchi wao. Na mazungumzo kati yenu na Rwanda unaweza kusema yamefika wapi? Sasa kuna matumaini ya Rwanda kuwakabidhi wale magaidi Burundi ili wafungulie mashtaka? Sisi tulizungumza, nakumbuka Burundi, na tunakubali bila condition kufungua mpaka nikafanya inisiative ya kuzungumza na Rwanda, hadi tukutane mimi na Kagame, akanikubalia kwamba atatuma watu, niseme kwamba mazungumzo tumekwisha maliza, lakini kutekeleza ndio tatizo. Sasa hivi mimi natuma na watu wamwambie, wamshauri ili atekeleze vile ambavyo tumekubaliana. Sasa kusema kuna mazungumzo kati ya Burundi na Rwanda, tumekwisha maliza zamani lakini wakati ameanza hii vita DRC, ndiyo tumeona anataka kusogelea mpaka wa Burundi ili iwe karibu kushambulia Bujumbura. Ndiyo sababu na mimi nimemwambia, kama unaona ni Ka Bujumbura ni karibu kupitia East DRC, na mimi Kigali ni karibu kupitia north. Sasa ndiyo sababu mimi nasema akiendelea hii vita inaweza kuwa regional Because Rwanda patakuwa vita, Burundi vita, DRC vita, watu watasambaratika, wataenda nchi mbalimbali, masiraha ataenda nchi za region na region yote inaungua. Ndio niosabau unasema watu wa mshauri, sababu sisi Burundi hatuweze kukubali kuuawa kama wale wa Kongo. Sisi tutauawa kwenye vita, hatutauawa vile vile. Ndio sababu mimi namshauri umsimamishe hapo Ukiendelea na sisi sasa, na tukizingatia, kwa mfano, nyinyi mnakutana katika ile mkutano wenu wa wakuu wa serikali za jumuiya ya Afrika Mashariki, unahisi kwamba nyinyi kama wanachama wa kamati kuu pamoja na jamii ya kimataifa imechukua muda sana kutatua matatizo yetu ya ndani kiasi kwamba tunaamini watu kutoka nje kuja kututatulia matatizo yetu region ina uwezo wa kusaidia kuleta amani kwa region yote DRC popote tuna uwezo lakini na nafikiri kwamba kuna nchi ambayo inadharau inadharau region tunakusaa, tunafanya mikutano mingi, lakini tukimaliza kuna watu hawataki kutekeleza. Ni mzigo mkali sana kwa Burundi upokea wakimbizi tulikuwa tujiandaa, na watu ni wengi kuja huko Burundi, hukimbilia Burundi, ndio wana shida kubwa DRC, hatuweze kuwakatalia kuingia, lakini sasa hivi tuko tunasaidia. Kinachofanyika ni tatizo, lakini tunajitahidi, wale ni wandugu zetu, wajirani wetu, wakija wanakuja nyumbani. Na kwa historia kwa histori, unajua Bujumbura ilikuwa ni muji mkuu wa East DRC Rwanda na Burundi ili wakati wa ukoloni sasa wakongo wanajisikia nyumbani na Warundi wakiona Wakongo wanaona kama wandugu. Na kwa ujumla, unaweza kusema kwamba tatizo hili la wakimbizi limeweka shinikizo kiasi gani kwa utawala wako, kwa sababu pengine haukuwa umejiandaa na bajeti ya kuwakaribisha kuwajengea nyumba na kadhalika? Uh, naona sisi hatukuwa tumeandaa bajeti ya kuwapokea. Tunafanya siku kwa siku, tunatafuta chakula usaidizi wowote wa unaona, watu wanachangia. Leo naona association fulani, naenda nawasaidia, kesho kuna wengine watu. Warundi kwa historia yao ni watu wana mapokezi mazuri, ni wanasaidia wageni. Sasa tuweze kusema tum, tumefanya budget yao, lakini mimi naona na Warundi wengi wanasaidia na serikali nasaidia. Tunafiki sasa hivi hawajapata tatizo kubwa sana, lakini tunaona siku zijazo vitukiendelea, tutapata shida. Burundi imehusika pakubwa sana katika harakati za kurejesha amani kule DRC, ikiwemo hata kuwatuma wanajeshi kuwasaidia kurejesha amani. Unadhani hii mpango yote inaashiria nini hasa katika kulinda maslahi ya taifa la Burundi? Burundi si, DRC siyo nchi ya kwanza Burundi nasaidia ku, kurudisha amani. Najua sisi mwaka wa elfu mbili na saba tuko Somalia. Nakumbuka Somalia ilikuwa nchi bila nchi, lakini wakati tumeenda tumesaidia sana Somalia. Central Africa tuko huko na tunasaidia sana, na DRC ni jirani lazima kama wanatatizo tuwasaidie. Tumetuma jeshi muda, tumeenda tulikuwa tumesikilizana na region yote kwenda kusaidia jeshi la DRC kulinda amani ya waraia tulie. Sasa hivi naona DRC kwenye region kuna Burundi, Tanzania na Uganda, wangine wamerudia kwao lakini sisi tulikuwa tunawasaidia lakini tukaona wanda M23 wanaanza vita ya kawaida na wakati sisi tulikuwa tunataka kusaidia jeshi la DRC kulinda amani wa raia sa so, tukaona sasa hivi ni vita, na kama umeenda kusaidia nchi hawezi kuona ni vita ukimbie, lazima uendelee kusaidia. Tumeenda kusaidia na tunaendelee Mazungumzo yamekuwa yakiendelea kutokea Nairobi, juzi mlikuwa na mkutano. Kuna mkutano wa Angola ulitarajiwa kufanyika sasa, haijafanyika. Unahisi kama Burundi, mazungumzo yatasaidia au tutumie nguvu za kijeshi? Yeah, ma, lazima wakati wowote wa vita haiwezi kurudisha solution ya, ya, ya conflict. Lazima mazungumzo awepo. Mimi muda kwa muda nakasirika kuona watu wanajua solution ya kitu lakini wanaacha hiyo solution, wanaenda kwenye vita, wanauana. Baada ya kuuana wanaanza mazungumzo, lakini wale ambayo wamefariki hawafufuki. Ndio sababu mimi kila muda nashauri watu wafanye mazungumuzo kabla ya vita. Wakishindwa na mazungumuzo, ndiyo watu wanatafuta njia yingine, lakini njia ya vita ni njia ya mwisho. Na sasa hivi mimi naomba wote wakubali kuzungumuza ili wapate amani, na kama unapata amani bila ushindi wowote, ndio muda munajenga nchi pamoja. Unadhani rasilimali zetu hasa madini ambayo yanapatikana katika eneo hii ndio inasababisha hayo malumbano, kiasi kwamba wengine wanaona ah, kuna kundi ndogo linakula na wengine hawakuli. Tuna natural resources nyingi hapa kwenye region. Sione sababu gani sisi tunataka kugombana kwa bure. Mimi kabisa sifurahi kuona watu wanataka kuendelea na vita, wakati tuna vitu tunaweza kuwa watajiri. Hizi nchi zetu zinaweza kuwa developed lakini kama kuna kundi kum, moja inataka hiyo iwe kama ni ndio wananchi tu